Hakuna hii video inayosambaa ikimuonesha kiongozi mmoja wapo wa Moroko akimpa maelekezo mwamuzi Traore kutoka ma Mali, ambaye amechezesha mchezo kati ya Tanzania na Moroko, ambapo Moroko wameibuka na ushindi wa goli moja kwa, kwa sifuri dakika za jioni kabisa, ambapo Nado aliangushwa Watanzania wengi walikuwa wanategemea watapata penati e, kutoka kwa mwamuzi huyo, lakini wachezaji walilalamika na kocha Gamonde alilalamika ili mwamuzi kama ingekuwepo uwezekano wa kuwekwa penati ile, ndipo labda ta, Taifa Stars ange angesawazisha hata mechi kaisha moja, moja tukaenda kwenye matuta, lakini mwamuzi Traore ameamua kabisa kutoanga kutoenda kwenye VAR kuangalia tukio hilo ambapo Idinado aliangushwa dakika za jioni kabisa. Taifa Stars tungekuwa tungeweza kupata goli, na tukaenda kwenye matuta. Lakini cha kushangaza ni kwamba refa huyo au marefa wote ambao wamechezesha mechi ya leo hawajaweza ku kwenda kwenye VAR kuangalia tukio hilo ambalo limezua gumzo sana mitandaoni baada ya hii mechi uh, kutamatika, ambapo tumefungwa goli moja kwa sifuri. Usisahau kusubscribe chaneli yetu ya Evod media.